Nyota ya Ndoo, kuamua kujitoa kwenye maneno ya watu kwa kuongea ukweli wenye kukuhusu, kuziulizia taarifa zinazokuhusu hasa katika kazi. Mtu mwenye nyota ya mizani atakuwa ni mfariji wako wa leo, pia atakuongoza kwenye jambo. Kushauriwa uache kitu ikiwa unahisi ugumu kufanya hivyo. Kuna mtu anakuja kukupatia kitu kizuri. Kusimama sehemu kwa muda mrefu wa kusubiri huduma muhimu. Kuyaona mayai mawili yaliyotagwa na ndege ni ishara ya uzao utakao kujia hivi karibuni. Utapata nafasi nyingine usiyoitarajia, mtu kutubu kwako kwa makosa aliyekufanyia, kujiandaa kwa jambo maalum. Ndoo uko vizuri kwa ulinzi, hakika wewe ni askari mahiri kwa vita ya kiulimwengu. Ndoto za kuona maji zitafululiza kwako yakiwa ni masafi yenye kusafiri kwa mkondo wake au kutiririka. Tambua, ni heri na neema kukufikia kwa mambo yako kuwa mazuri katika mpangilio.